lakini kile kinachohusiana na mmea wa kilimo sitakiruhusu aidha kuingia wala kupita on transit ndani ya nchi. Nimeshawaagiza Plant Health Authority, hakuna kutoa import permit kuanzia Jumatano saa moja asubuhi, Jumatano saa kumi na mbili jioni, hakuna kutoa import permit mazao yoyote kutoka South Africa, hakuna kuruhusu zao lolote kutoka Malawi kuingia wala kupita ndani ya nchi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Sasa kama wana trade na mtu mwingine wakatafute pa kupitia.